Kufuatia upelelezi huu leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Padre Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padre Camillus Alon Nikata. Padre amepatikana akiwa hai akiwa mzima kabisa akiwa hana jeraha akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa a kwanza alitoka nacho kikiwa, akiwa pale na lakini padri amepatikana akiwa amezoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi na karanga na alikuwa karanga maji. Aidha amekutwa na begi lake dogo nalo ikiwa imeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala, kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na mewani amekutwa na dawa za paracetamol amekutwa na simu yake akiwa ameizima, vile vile amekuta na funguo mbalimbali mbali, ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Upelelezi ambao ulianza toka tarehe tisa kwa kuwahoji wale watu, watu wote waliokuwa wametiliwa shaka kuhusika kama wamehusika kwa namna moja ya kwa kupotea kwa kwa, kwa padrio kabla, eh, na, kabla na baada umeonyesha kwamba sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo. Moja ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi aliyokuwa chini ya uwezo wake. Uchipelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na, na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha na wanaomdai tumewapata. Pili ni mahusiano. Uh, padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takribani miaka tisa na ambaye alikuwa anamuhudumia kwa gharama kubwa na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa saba mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye na lakini, tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba, padri alikuwa amemhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni thelathini na tisa, akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB. Hii ukiachia M-Pesa ambayo alikuwa amemtumia zaidi ya milioni tisa na nusu. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na presha ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa ya kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka ishirini na nane tu. Nne, padri huyo alikuwa Sababu ya nne, padre huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadi kwa sababu za kiafya, sababu za hayo mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Kwa hiyo akaamua kujichukulia uamuzi wa kujipoteza yeye mwenyewe kwa kuelekea huko nyumbani kwao. Wito: jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa watu wote wenye taruma na wakada mbalimbali mbali, bila kujali taasisi zao, kushirikisha wanajamii wenzao kwa matatizo yanayowakabili badala ya kukaa nayo moyoni wenyewe. Aidha, na waasa wakuu wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanawapa nafasi na kuwasikiliza, na kusikiliza changamoto za walio chini yao ili waweze kuzitatua kabla hazijaleta taharuki kwa jamii. Mwisho Hali ya Padri Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza na sasa yuko Homso, hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba Padri Camillus Alon Nikata hakutekwa, bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sema Padre Nikata alionekana na hiki kibegi akitoka pale jimboni, anaelekea kwenye stendi ya, ya, ya Mfaranyaki. kile kibegi tulichowaambia ni hiki hapa. Na hiki kibegi tumekikuta kimelazwa toka Padre Nikata alipofika pale na tayari kimeshaanza kutengeneza mchwa lakini tumekuta hiki kitaulo na hiki kitaulo kilikuwa ndani ya begi, lakini alipofika alikitoa hiki kitaulo ndio alikuwa anakitumia kama, kama kilago chake cha kulalia. Lakini tumemkuta na passport, lakini tumemkuta na simu hii. Simu hii, simu Padre alizima, lakini sio kuizima, ameformat. Yani sasa hivi ukiwasha hii simu hupati chochote. Ameformat akijua kabisa tutamtafuta. Kwa hiyo ili tusimpate akaamua kuiformat hii simu. Sio kuizima, tukaiformat kabisa hii simu ili tusipate chochote. Kwa hiyo mtu hawezi kupata message wala tuwezi kupata chochote. Lakini tunazo message za watu wake wa karibu ambazo zinaeleza tabia zake zote. Padre, uh, alikuwa na karanga kwenye begi lake na alikuwa anazitumia kama chakula. Kulikuwa na maji lakini ikimiminika, padre alikuwa na pressure. Inaonekana ikimiminika ni kama dawa ya kienyeji ya, ya, ya pressure. Lakini padre, alikuwa sasa amebadilika, maana hii ndio kofia yake alikuwa anavaa. Kama ungekutana naye, single single kama ungekutana ni naye, kimsingi usingegundua huyu ndo of. Ndugu waandishi habari, wa hiyo ndio hali halisi. Jeshi la polisi uh, litaendelea kufanya kazi kwa karibu na taasisi yoyote ile, na jeshi la polisi halina mtaala wa kuteka na wala halijawahi kuwa na mtaala wa kuteka.